Mgeni aje mwenyeji apone. Hatimaye, maadhimisho haya ya miaka ishirini yamekuwa fursa kwa mwanadada aitwaye Chekeni Athumani ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya sheria na sharia mwaka wa kwanza chuoni hapa ambaye amezaliwa na ulemavu wa kutokuwa na mikono, lakini kupitia hafla hii amepata nafasi ya kukutana na waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa na kuzungumza juu ya elimu yake. Kwanza zangu za dhati, kwanza zinaenda kwa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Nashukuru sana kwa waziri wa, waziri wa Tanzania kwa kufahamu uwepo wangu na kunijua leo kama mimi ni Cheken Salumu, ni mwanafunzi wa chuo cha waislamu Morogoro. Pia nashukuru sana rais wetu wa Tanzania mama Samia Suluhu Hasani, Mungu ambariki ampe miaka mitano tena mbeleni, na pia nakishukuru sana chuo cha kiislamu cha waislamu cha Morogoro kwa kunichukulia pia ni mwanafunzi kama wengine, japo nina ulemavu lakini wameniona kama ni wanafunzi wengine na kuniunganisha na media mbalimbali kama Azam TV media. Pia kingine nashukuru toka nilikotoka huko primary mpaka sasa hivi nimefika chuo kikuu, nashukuru sana Kalamu Education Foundation, imenisaidia kwa uwezo mkubwa sana, imenitoa shule ya msingi mpaka sasa nimefika chuo kikuu. Mungu awabariki sana Kalamu Education Foundation, awazidi kuendelea kuwasaidia na watu wengine ambao walemavu kama mimi na pia hawana msaada wa kufikia katika malengo yao. Mungu awabariki sana na chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, Mungu awabariki. Mimi nawaambia wazazi ambao wa dunia nzima, labda niseme Tanzania, wenye watoto wenye ulemavu, labda wenye changamoto mbalimbali, wasiwafungie wanao ndani Wawape nafasi ya elimu pia, wafanikiwe katika malengo yao na ndoto zao zifikie. Mimi nachoshauri wazazi walioko majumbani, kama wana watoto wenye ulemavu, wawapeleke shule wasome, pia wafikie katika ndoto zao na malengo yao. kwa miaka ishirini ya mumu, maadhimisho ya miaka ishirini ya mumu, Muslim University of Morogoro, mi nasema Mwenyezi Mungu na zile ahadi ambazo waziri mkuu amezitoa pamoja na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alizotoa zitimie, na Mwenyezi Mungu awape upeo, wazikumbuke ahadi zao walizozitoa katika kuadhimisha miaka ishirini ya MUM. Mwenyezi Mungu awape ule moyo, watengeneze hayo madarasa pia na hizo hosteli za wanafunzi kuishi. Mimi nashukuru sana kwa chuo cha Waislamu cha Morogoro, kimenipokea salama na kimenipa malazi mazuri ya kuishi ila bado sio hapa tu, wataendelea kunipa maradhi zaidi ya zaidi ya kuishi. Nikiripoti kutokea hapa katika viwanja vya michezo vya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.